Ndugu mtazamaji wa BM Media, karibu katika chaneli yako pendwa. Leo tutakuhabarisha kuhusu historia ya Yuda Iskarioti, na hii ndiyo historia yake. Yuda Iskarioti, mmoja wa mitume kumi na wawili wa Yesu Kristo, ni mtu ambaye historia yake imejaa utata na maswali mengi. Kuzaliwa kwake hakujulikani sana, lakini jina lake Iskarioti linamaanisha mtu kutoka Keriothi, labda mji kusini mwa Yudea. Hii inamtofautisha na Yuda mwingine ambaye pia alikuwa miongoni mwa mitume. Yuda alichaguliwa na Yesu kuwa miongoni mwa wanafunzi wake wa karibu. Hii inaonesha kwamba Yesu alimwamini na labda aliona ndani yake uwezo na sifa njema. Alipewa jukumu la kuhifadhi mfuko wa fedha wa kundi la wanafunzi, jambo linaloonyesha kwamba alikuwa anaaminika kwa kiasi fulani. Hata hivyo, kadiri muda ulivyosonga, dalili za tabia mbaya za Yuda zilianza kujitokeza. Injili ya Yohana inasema kwamba alikuwa mwizi na alikuwa akichukua fedha kutoka kwenye mfuko wa wanafunzi Yohana 12 mstari wa sita. Hii inaonyesha kwamba tamaa yake ya fedha ilianza kumtawala. Usaliti wa Yuda kwa Yesu ndiyo tukio kuu linalomfanya akumbukwe. Alikubali kumsaliti Yesu kwa makuhani wakuu kwa vipande 30 vya fedha Mathayo 26 mstari wa 10, 14, 16. Sababu za usaliti wake hazijulikani kikamilifu. Wengine wanadhani kwamba alikuwa na tamaa ya fedha wengine wanadhani kwamba alikuwa amekata tamaa na matarajio yake ya kisiasa, na wengine wanadhani kwamba alikuwa ameingiliwa na Shetani, Yohana 13:27. Usaliti wa Yuda ulipelekea kukamatwa na kusulubiwa kwa Yesu. Baada ya kujua matokeo ya usaliti wake, Yuda alijuta sana, alirudisha fedha kwa makuhani wakuu, lakini walikataa kuzipokea kisha akatupa fedha hekaluni na kwenda kujinyonga, Matayo 27, mstari wa 3 hasitano. Kifo cha Yuda kinazua maswali mengi. Je, alijuta kweli? Je, alikuwa na nafasi ya kupata msamaha? Biblia haitoi majibu ya moja kwa moja kwa maswali haya. Yuda Iskarioti ni mtu ambaye historia yake ni onyo kwetu. Anatukumbusha kwamba hata watu ambao wanaonekana kuwa karibu na Mungu wanaweza kuanguka katika dhambi. Anatufundisha pia kuhusu hatari ya tamaa ya fedha na matokeo ya usaliti.